Mandala, Simba yameibuka, mambo mengi yametokea, vitu vingi sana. Wiki hii ilikuwa ni dabi ya Kariakoo, Young Africans eh, akikutana na Simba sports Club, lakini Simba eh, alikutana na kitu ambacho kizito Benjamin Mkapa, kuzuiliwa kutofanya mazoezi na aliandika barua eh, kugomewa, kugomea mechi ya Simba dhidi ya Young Africans. Jana bodi ya ligi akatoa taarifa, game imeahirishwa, atapanga ratiba siku nyingine tuko na Mandala Simba. Mandala kwanza, kwema? Ah, mimi niko vizuri <coughs> niko vizuri sana nashukuru e, Mungu. Leo Jumapili tuko salama, tarehe tisa leo ya na jana nimepata nafasi na ya kupitia taarifa kwa umma zote nne. Hmm, taarifa kwa umma ya Simba, <coughs> taarifa kwa umma ya Yanga, taarifa kwa umma ya ya Azam na taarifa kwa umma ya bodi au ya bodi ya ligi. Zote nimezipata na nimezisoma vizuri, na kuna vitu nimekuja kuvigundua eh, kwenye ligi yetu Mandala, mama kama umepoa hivi mm. Unajua, mimi inasikitika sana sana, inasikitika sana kweli. Tulitarajia jana itachezwa dabi, lakini kuna vitu vimetokea vya ajabu na kupelekea timu yangu ya Simba Sports Club kutoa taarifa kwa umma na kususia mchezo ila ukisoma vizuri barua ya Simba kuna vitu vimeelekezwa mle kwenye barua ya Simba. Simba kuchezea kususia mchezo tu, wamesusia mechi zote za ligi. Pia kuna maelekezo ametoa Simba mle yafuatwe, indapo akifuatwa kwamba dabi watacheza. Taarifa yenyewe inasema kwamba wamezuiliwa kwenda kufanya mazoezi, mazoezi ya mwisho Ukifuatilia kuna kanuni katika katiba ya ligi, kanuni inayosema kwamba mgeni mchezo yaani, yaani mechi yaani mgeni, tuongelee labda mgeni mgeni, muda husika wa mechi, mechi ambayo likuwa, amba likuwa saa moja dakika 15 mm. Na kweli Simba alifata, iko kitu alienda, wa na wachezaji pale kufanya mazoezi wa muda ikatokea son tofahamu na ikaonekana Simba anazuiliwa kwenda kufanya nini mazoezi. Iara Simba baada ya ile taarifa e, Simba wamegomea mchezo kutocheza e, katika ligi kuu soka Tanzania bara, wadau wa soko wamelalamika zaidi wakisema Simba e, katika hali sitofahamu umemkimbia Young Africans. Kwa hiyo Young Africans umemkimbia kwa maana Young Africans alikuja Benjamin Mkapa na chezaji kamili kamili Gado pamoja na kocha Amdi na kufanya mazoezi dakika za mwisho wakaondoka. Umemkimbia Young Africans? Sisi hatujakimbia Yanga <coughs> mwelewe jamani, hatukukimbia mm. Yanga, ila tumekuja kushikisha adabu. Tumekuja kufungua, yani kuifungua taswira ya mpira kwamba tujue, tunataka tufuate protokol za kimpira na kanuni zake pia mm. tuache kudharau. Ujue kuna baadhi ya vitu vinafanyika kwenye ligi yetu vinaonekana vinafanyika kishikaji na kiolela olela. Unajua, umeona Simba Sports Club, Simba sisi sio mechi ya kwanza ile kuletewa fujo katika nini, tunampongelea katika nini? Katika, katika, katika, katika mechi zetu hizi kuna mchezo wa Simba na, na nani na Pamba, Simba na Pamba. Simba ikatokea vurugu kubwa katika, tulivyoenda kufuata kanuni ile ya, ya inayoongelewa, ambayo kwenda kufanya mazoezi, Simba ikafumba macho na tukacheza mechi. Kuna vitu vingi vinatokea vinafanywa Simba. Kwa hiyo jana, Simba wameonyesha kuchokwa kwao, japo tunajua wazi, tunajua wazi kwamba kuzuiwa kucheza mazoezi sio sababu ya kususia mechi. Tunajua wazi kwamba sio, haihalalishi ay, kususia mechi mm, na ndio maana na ndio maana Simba Sports Club jana tukaona imesusia ime, ime mechi husika mm, lakini mm, hii ni onyo mm, hii, hii iende kwa bodi ya ligi na TFF, hii, hii iende katika mpira wa Tanzania mm, hii, hii iende kwa vilabu vyote vya Tanzania Tuache kufanya michezo ya mipira ya kiolela ulela au kujuana. Maana maana gani, Mandala Simba, sisi tulikuwa tuna haki ya kwenda kufanya mazoezi, haijalishi tumetoa taarifa au hatujatoa at, taarifa. Tuna haki ya kwenda kufanya mazoezi. Swali linakuja, kwa nini tufungiwe geti? Wanasema uh, mlikubaliwa eh, muingie wachezaji pamoja na benchi la ufundi lakini kuna basi lingine lilikuwa limebeba wazee pamoja na mbuzi. Ni kitu ambacho Yanga Africa na Simba Bonza waliwakatalia wa msiingie. Yanga kama nani? kwenye mchezo, yaani wazuie Yang... wa kama nani, hmm. mwenyeji hmm. wa mchezo, kipengele kinasemaje? Kipengele kinanenaje? Kipengele kinasema, mdogo wangu siku moja kabla ya mechi, dakika nda na dakika kama ule, timu mwenyeji impishe, siyo timu, timu mwenyeji impishe timu mgeni kwenda kufanya nini, mazoezi Yanga alitokea wapi kwenda kuzuia Simba Lakiwa? Um, amna. Lakini nimekuuliza swali, swali nami ujibu jibu, swali yangu jibu swali ya jibu swali kwanza, hakuna jibu swali, twende sawa. Mnakuwa mnaegemea sehemu, jibu swali, kipengele kinasema kwamba muda na siku nyuma moja nyuma kabla ya mechi timu mwenyeji himpishe timu mgeni kufanya nini? Ni mazoezi. Mabausa wa Yanga wametoka wapi walinde uwanja kwa kipengele kipi? kwa sababu ipi? Ndio mambo hayo, sasa hivi Simba tumeamua kuyakemea. Mlinde uwanja kwa kipengele kipi? Nasikia mlibeba wazee pamoja na mbuzi, wamewaona wapi? walikuwa kwenye gari, walikuwa wapi? walikuwa kwa kanuni gani na waruhusu kukaa uwanjani kwa kanuni gani na waruhusu kulinda uwanja kwa kanuni hipi? Simba uongozi wa simba sio wapumbavu, wanajua wanachokifanya. Yanga bado wanate, wanaleta utoto katika michuano hii ya ligi kuu. Yanga Africans, wanaleta utoto. Yanga bado wana utoto mwingi katika michuano ya ligi kuu wanatumia kivuli cha GSM mwekeza mdhamini wa ligi wa Yanga, lakini sio mdhamini wa Yanga. GSM ni mwekezaji. Mandara, wewe nisikilize Mandara, Mandara. Nisikilize, kabla ya mchezo ulikuwa na pre, eh, pre, pre, eh, na pre conference pamoja na waandishi wa habari kocha wa Simba Eh, Fadlu Davids alisema maandalizi kuelekea dabi yote yameshafanyika yapo vizuri sawasawa, licha sawa. At, hata ya Simba kutofanya mazoezi lakini atakuwa mpeleke timu Mandala. Kwa hiyo naashiria mmeogopa Young Africans kwa maana kufungwa mara nne mfululizo. Ni, nisikilize mdogo wangu mm. hiyo tumeandaa hiyo hatujajiandaa mm. hiyo tumetoa taarifa mm. hiyo hatujatoa mm. kipengele kipo wazi mm. siku moja muda mm. ule sahihi mm. inatakiwa timu ikafanya nini mazoezi na timu mwenyeji inatakiwa impishe timu mgeni. Kwa nini Simba izuiliwe? Na kwa nini tukute geti limefungwa? Tunataka majibu. Kwa nini tupeleke timu uwanjani Mandala kwa nini turudi nyuma? Usirushe, usifanye next, usibonyeze next wakati nyimbo ijaisha. Ngoja usibonyeze next kabla nyimbo haijafanya nini haijaisha siku moja kabla ya mechi, muda muda usika wa mechi, timu inatakiwa ikafanye mazoezi, timu ngeni na timu mwenyeji ipishe. Kwa nini mlango ufungwe, geti lifungwe? Na wale watu wametokea wapi kuzuia Simba? Tunataka majibu, na ndio barua ya Simba inavyosema. Tunataka wale watu walizuia kwenda kufanya mazoezi waje. Wao zibiwe ndio tukacheze mechi mechi. Kwa kipengele kipi? Hapo tutapokuja kuona uwezo wa elimu hmm. hmm. <laughs> wa elimu, hapo tutagundua viongozi wepi wa kusoma, wepi hawana elimu. Soma kipengele. Waislamu tunasema hikla, soma kwa nini usisome kipengele? Kwa nini mlinde uwanja? Msilete mambo ya kijinga katika dabi ya simba na yanga, msilete ujinga. Nilishawahi kusema mimi kabla ya mechi, nilisema Simba hatuna dabi, Simba tuna mechi. Ulijiuliza kwa nini nilisema vile? Nilishawahi kusema kwamba Simba hatuna dabi, Simba tuna mechi. Ulijiuliza kwa nini nilisema vile? Nilisema vile kwa sababu dabi pia ni mechi ya ligi kuu, kwa hiyo protokoli zote na kanuni zifuatwe. Lakini umemkimbia? Nimemkimbia ni kwa sababu mm. sikukimbia Umemkimbia? No. Eh. No. Eh. No. No. Umemkimbia? Ya... No. Na, nasema kwa herufi kubwa no. Sisi Simba ni wakubwa wa Afrika nafasi ya sita. hmm. Lazima tuonyeshe ukubwa wetu na kupiga msasa kwa upumbavu wote unaofanyika kwenye ligi. Kwa nini Simba ziliwe? Sifanye mazoezi, ni upumbavu au? Nichungulia nisikilize, acha kuchungulia. Ni, ni hatutetee sisi upumbavu <laughs> sisi hatutetee at, upumbavu. Sisi sio wapumbavu kama wao. Mechi ya dabi ya Simba na Yanga ni moja ya mechi, kwa hiyo lazima protokoli na kanuni zifatwe. Kanuni, Simba atakuwa ikafanya mazoezi. Kwa nini mlango ufungwe? Kwa nini mlango ufungwe? Nyinyi mnashirikiana na Yanga nyinyi waandishi? Kwa nini mlango ufungwe? Mbona mtupe majibu, mnakimbilia kukimbia nyinyi. Mnashirikiana na Yanga, jibu. Mnashirikiana na Yanga nyinyi? Mbona mtupe jibu? Kwa nini mlango ufungwe? Kanuni nasema hapo. Kwa nini mlango ufungwe? Mnaenda na mbuzi na wazee. Walimuona wapi mbuzi na mzee? Haya, nikuuliza swali rahisi mm. Nikuuliza swali rahisi mm. Ni kuuliza swali rahisi mm. mm. Na kuuliza swali rahisi mm. Kanuni inavyosema mm. kwamba timu ngeni ikafanyaye mazoezi walipangiwa wasiende na mashabiki. Jibu mm. Jibu swali wewe, jibu bana, cha siasa. Ndio maana nakuuliza, waandishi mashigana na Yanga. Nimekuuliza swali rahisi, kipengele kinaposema kwa matimu maana... kinapo hmm. ma mgeni iende hmm. ikafanye mazoezi kuna kipengele imekataza kwamba timu mgeni siende na mashabiki au siende na wafuasi? Jibu, sio aliacha siasa. Kuna kipengele kimeweka ti, timu isiende na mashabiki au na, na wazee? Hamna kipengele. Kwa nini wazuiliwe? timu inataka ingie benchi ya ufundi pamoja na wachezaji, kuna kipengele kinachozuia? Wewe ujai kuona Yanga inaenda kucheza mazoezi pale na mashabiki wao akiwepo, ujai kuona ujae kuona kina godi Yanga mbao anafanya sala uwanja wa taifa. Hujawai kuona viongozi wa Yanga wapo pale uwanja wa Taifa. Hujawai kuona. Yanga hajaenda kufanya mazoezi katika uwanja wao wakiwepo na nini kwa sababu tafsiri sahihi yale mazoezi waliofanya Victoria Town ndio sasa amefanya taifa, si ndio? Narudia mnielewe. Mazoezi waliofanya Yanga Victoria Town kule Kigamboni. Yale yani, mazoezi ndio sasa amefanya wapi Benjamin wapi? Mkapa, William. Ukoona viongozi wa Yanga wamekaa pale? Amkuona kana GSM? Nani alaumiwe? Acha siasa nijibu maswali yangu. Tunaelimisha taifa sisi, tunaelimisha taifa, tuja mm, kufanya siasa za mm, masiaya leo mimi nimechafukwa, sio <laughs> Mandala alomzoea. Tumekuja kuelimisha taifa hapa, tunaweza kufanya siasa mm, Naomba unyamaze nieleze taifa lielewe. Ni kama huwezi kunihoji, naomba unyamaze nieleze taifa lielewe. Ni nimesema, nimesema kama huwezi kunihoji, niache nieleze taifa lielewe. Ni hakuna kipengele kinachosema timu mgeni ikienda kufanya mazoezi isiende na mashabiki au isiende na watu haikusema. Ila kipen, kisikiliza kipengele kinasema kwamba muda usika siku moja kabla ya mechi timu mwenyeji ampishe timu mgeni akafanye mazoezi nisikilize, Simba. Tulichogoma sisi, tunataka tuulize wale watu walitoka wapi kuja sisi kutuzuia. Tukipata majibu, ndo tucheze mechi. Tulipata majibu? Meneja jibu, wa, jibu, meneja jibu! Ah, meneja nini? Sawa, tunarudi kwa meneja wa uwanja meneja. kama akusoma asikilize kama kusoma vipengele asikilize, mm. turudi kwa nani? Kwa meneja nini wa uwanja Simba mm. kanuni iko wazi mm. inatakiwa timu mgeni ikafanye mazoezi, ambayo ni timu gani? Simba mm. kanuni iko nini wazi. Kuna mtu ajui kama kuna mechi tarehe nane? Meneja uwanja ajui kama kuna mechi tarehe nane? Jibu swali, anajua meneja uwanja ajui kanuni kama Simba inatakiwa ikacheze mazoezi Jibu! Mdogo wangu, na kama hujasoma, tumia elimu yako. Nimekuuliza swali, rais tu, tumia elimu wewe, umeenda chuo, wana habari, tumia elimu yako. Meneja wa uwanja ajui kama kuna mechi mechi tarehe nane? Kuna mtu asiojua ligi j, hajui swali. Acha siasa, ndakuja na kiboko. Naomba unyamaze, ujibu swali, nimekuuliza swali. Bodi ya ligi au meneja uwanja hajui kama kuna mechi tarehe nane? Akamatwe awekwe ndani kama hajui. Yeah. Yeah. Yeah. Nijue yeah. Mm, mimi shabiki nisijue meneja uwanja kama kuna mechi tarehe nane? Acheni siasa za kipumbavu kwenye mpira, acheni siasa za kijinga kwenye mpira, simamieni haki za kimpira. Simba inanyanyaswa, Simba imeenda pamba kule, watu wameingilia. Tumeona mapolisi wanagamata viongozi wa Simba, mwekezaji wa timu kubwa anadhamini vilabu kujitengenezea ubingwa. Simba imenyamaza tu, nisikilize, Simba sio wajinga kugoma kupeleka timu sio wajinga, Simba sio wapumbavu, uongozi wa Simba sio ujinga, uongozi wa Simba wamesoma vitu vingi, tunavifumbia macho sisi. Nakuuliza swali, swali rahisi nakuuliza, nakuuliza swali mm. jsm anasema kama nani? Yanga sio mdhamini. matakuwa mwende shule mkasome, ni nisikilize yeah. Ukitaka kuelewa nisikilize. mm. Yesema anatumia kivuli cha udhamini mm. akijua wazi kama yeye mwekezaji haruhusi kudhamini vilabu vingine, Yesema ameingiaje? Nisikilize, na ndio sababu ya mojawapo mm. ya Simba kutokupeleka timu, kwa sababu kuna upumbavu unafanyika kwenye ligi, watu wanachekewa <laughs> nisikilize mm. huu ndio ujinga ambao hata Simba sasa hivi ameamua kusimamia haki. Haki bin haki, kisasi bin haki. Ni nisikilize. Yaani kwa wewe, shehe unajua msikitini watu lazima aje kufanya ibada. Eti unafunga mlango, maumini hajanipigia simu ili watu waje kufanya uwanja, kufanya ibada. Hii inakuja akilini wewe na kurudia, hmm. Narudia, imamu wa msikiti hanajua kwamba saa saba waumini wanakuja kuswali msikitini, kwa hiyo shehe afunge msikiti kisa hajapigiwa simu na waumini? Wewe nakujia kilini, ila umemkimbia Yanga. Jibu swali, bwana, acha siasa wewe. Yanga wewe Yanga wewe mwandishi Yanga, yeah. wewe mwandishi Yanga, hebu wote kusikiliza kanuni, mbona kimbia kukimbia? Hebu nisikilize, elimisha umma, nyinyi kazi yenu, hivi vyombo vya habari, Chapesa MS MTV mm. Kazi yenu nyinyi ni kuelimisha umma sio kupotosha umma, acheni kutumika kisiasa. Nisikilize swali. So, moja nimekwambia Imamu wa msikiti, Imamu wa msikiti. Choice iko wapi? Choice, Choice ipo hapa. Choice ipo. Nisikilize mm. Nyinyi kazi yenu kuelimisha taifa mm. Nisikilize mdogo wangu, nipe dakika moja nielimishe taifa. Acha kunioje, nipe dakika moja nielimishe nini Taifa. Mandala, tumalize na hilo. Tuweke sawa hilo, mtazamaji apate faida. Nini kifanyike ili sawa waidadi uendelee? Yaani, kinachotakiwa, kinachotakiwa kwanza kufanyika operation. Kwanza tuelimishe taifa nielewe hatutaki ujinga wa GSM kudhamini timu tatu, timu nne na kuendelea. Kwanza leo nisikilize, hatutaki upumbavu huo. GSM sio mzamini wewe. GSM, we. GSM ashapita katika levo ya udhamini. GSM ni mwekezaji wa Young Africans. Ushawahi kumwona aribu GSM anakwambia na Mungu bingwa? Ushawahi kuona? Hatutaki GSM azamini vilabu zaidi ya kimoja tunataka protokol, kanuni zifatwe, muda a kufanya mazoezi timu ikafanya mazoezi, muda a timu ikacheze mechi ikacheze mechi. Kiufupi, hatutaki siasa kwenye mpira. Tunajua wazi kwamba kanuni haituruhusu sisi kugomea mechi, tunajua wazi ila imetubidi lazima tufanye maamuzi magumu ili protokol zifuatwe. Shukrani sana Mandala. <coughs>